Ni nini maana ya matendo mbalimbali tunayoyafanya wakati wa maadhimisho matakatifu ya liturujia? Swali hili ni la muhimu sana katika liturujia. Matendo kama vile kupiga magoti, kusimama, kukaa, ni nini hasa msingi wake na iliansia wapi? Matendo yangu ya kimwili yanaonyesha kile ninachokifikiria. Tunapiga goti kuomba msamaha, tunainama kutoa heshima, tunapiga vigeregere kushangilia pia kwa furaha kwa kutumia sauti zetu. Matendo yote haya yanapaswa kuonyesha heshima na uchaji. Hii ni kwa sababu liturujia tunayoiadhimisha hapa sisi duniani ni liturujia inayoaksi liturujia ya mbinguni. Padre Florian Tuombe Jalimu wa liturujia ya kanisa Katoliki kutoka Seminari kuu ya Mtakatifu Augustino Peramiho analibainisha swala hili kwa kina. Liturujia yetu ni utangulizi walituujia ile ya mbinguni ambayo tutaenda kuiadhimisha tutakapofika. Ni kupitia YouTube ya Radio Maria Tanzania. Radio Maria Tanzania, sauti ya Kikristo nyumbani mwako.